Mungu hawezi kupoteza. Labda ukatae Mungu. Unapoinuka kuwakilisha sio mbaya, umecheza hapo, utaongoza watu wengi, unawakilisha watu wengi, mafumo tawakilisha, vilema tawakilisha, vipofu tawakilisha, wazee tawakilisha, lika zote. Niseme tena. Awamu hii nayo iwe zaidi ya awamu hii iliyopita na waimbaji wote na wasanii wote nikumurugumkota. Nimezunguka wiki iliyopita, ndugu zangu, kwa kweli. Kumurugumkota nimepita Dodoma, hamna mazao, nimeenda Singida, hamna mazao, Tabora, hamna mazao, Shinyanga, hamna mazao, Mwanza, hamna mazao, nimeenda na wajumbe wati wasikilize ushauri wazee hawa, naomba sana kwa kusaidia, shikamana sana na Rais wetu Samia Suluhu Hassan ambaye ni mama mzuri mwenye mtakato mzuri. Awamu hii ni ya kwendo. Sasa Mungu asaidie, miaka hiyo si

Baba, nakushukuru ni mwema sana wewe, ni mwema sana mfalme demedari wetu mabaasina ameipenda nchi yetu ya Tanzania. Baba, asante kwa maana meipenda mana, katika nchi nyingi hata katika dunia nzima tunatonja sasa amani ni Tanzania Mwenyezi Mungu msingire na ndugu yetu Kibadasi ambaye Bwana amekubali kuwakilisha kila mtu aende kule Chimboni, kutoka Chimboni kwenda kule mkoani mpaka taifa huko Dodoma. E Baba, katika jina la Yesu msingire, Bwana kijana wetu Kefa sasa, mpe nguvu na maarifa, kila mishale ya adui na tabaka zote nikakata yake yote yepushe kwa jina la Yesu, na chini ya neema tende kazi Bwana pamoja na kongamano mabalo simba ambayo ilipo sasa waje kuzindua shina, maana shina ndio mwanzo wa maendeleo Wabariki Bwana viongozi wote na wachumbe wakata, ambao wanawaza kwa ajili ya kulibeba taifa, ndio yote katika maendeleo katika msingi mzuri. Baba, asante katika jina la Yesu. Amen. Asante na mchungaji kwa maombi mazuri ya